Hivi ndo vyakula vinavyoua moyo wako kimya kimya. Vyakula vyakula namba moja ni vile ambavyo vimepita kwenye mafuta mengi, chipsi, kuku za kukaangwa. Ndugu yangu, hivi ni hatari kwa afya yako. Na pili, tunasema ni nyama nyekundu nyingi ambayo tunasema ni processed food, zina mafuta mabaya na chumvi nyingi sana, ni hatari kwa afya yako. Namba tatu ni chumvi nyingi kwenye chakula ambayo inapandisha shinikizo la damu, especially ile table salt, ni mbaya sana ila, ila sukari ya, ile ile ya chumvi ya mawe sio mbaya yule, unaweza ukatumia, lakini pia kuna keki na soda eh, vyakula vyenye vyenye chumvi eh, vyenye sukari hivyo ni hatari kwa afya yako. Kuna vile vyakula ambavyo tunaweza tukabeba, fast foods vyote ni vyakula hatari sana, vinakuwa na mafuta mabaya, lakini pia pombe kupita kiasi, energy drink na soda tumeshaelezea. Chocolate yenye sukari nyingi ambayo mara nyingi, lakini pia tunasema chocolate nyeusi unaweza ukatumia. Kuna zile chocolate ambazo si nyeusi, ni hatari sana, lakini mwisho ni kula usiku sana na na kulala bila kufanyika kwa umeng'enyaji wa chakula. Unatakiwa umalize masaa mawili kabla ya kwenda kulala. Tuambie ni vyakula gani ambavyo wewe unavipendelea kwenye hivi tulivyovitaja. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, wasiana Dr Jimmy kupata msaada zaidi. Karibu.